Sisi, kama, kama wazee wa Songea wa, wa, wa, wa, hii hatutaruhusu timu yetu iende kapata manyanya. Pia tunaomba hao viongozi wa TFF wajiuzuru. Busara gani yeah, zitumike, tunaomba kanuni. Hata kama timu yangu ya Yanga kama imekosea, yazibiwe naaibiwe. Hawa ni wananchi wa Manispa ya Songea, mashabiki wapenzi wa Yanga Sports Club, mkoa wa Ruvuma. Baohi, leo, wa bao hii leo wamezunguka katika viunga mbalimbali vya Manispa ya Songea wakipaza sauti yao wakisisitiza hawatocheza tena mchezo wa marudiano dhidi ya Simba Sports Club mara baada ya ule mchezo wa match nn mwaka 2025 225 tambawa kubwa wao wakisema hawana imani na bodi ya ligi kuu Tanzania Bara na kwamba hakuna sababu ya msingi ambayo imefanywa mchezo huo Songea. <coughs> Tumekusanyika leo na Yanga hapa kuja kulaani kitendo cha bodi ya ligi na TFF kuhusu mchezo namba 184 ambao uliahirishwa tarehe nane siku ya Jumamosi mwaka huu. Mimi kama mwanachama wa Yanga kutoka Songea naungana na wanachama wenzangu wote wa Yanga Tanzania nzima kwamba hatuchezi tena mechi yoyote na Simba na Kolo. Hizi kanuni hazikutungwa kwa ajili ya majimaji na, na prisons au na dodoma jiji. Kwa nini Kolo asichukuliwe kanuni zile zile? Leo anasema busara, busara gani zitumike? Tunaomba kanuni, hata kama timu yangu ya Yanga kama imekosea iadhibiwe na ye <laughs> kwa hiyo miombi langu mechi hii hapa nakutoka hapa hadi Dar es Salaam shilingi elfu sabini na nne lindi songea kwenda na kurudi shingapi? Na ngurukulu ndizi moja shilingi elfu moja chapati nimekula pale chapati elfu moja shilingi elfu tatu sahani moja samaki mkubwa moja shilingi elfu tano na gharama karibu ya laki sita nimepoteza. Watoto wangu Idi hawatavaa nguo kwa sababu ya TFF na bodi ya ligi. Alafu nimekuja Taifa, nimeshuhudia mwenzangu anafariki, ili ni uma sana kwa sababu ya uzembe wa bodi ya ligi hia na genge lako mjiuzulu. Tumechoka sisi Yanga, saizi mliotufanyia ni mengi. Sasa anatosha, unajua, unajua ananchi wakichoka Unajua wananchi wa kichoko, Yanga kutoka Songea mpaka Dar es Salaam nimetumia kwa shingapi? Wanazijua kabisa mechi za Simba na Yanga zina gharama kubwa. Mimi na mtu wangu binafsi na yule mzee, nilimwendea mzee jela tatangu inarudi, akanambia hiyo imeliwa. Nikamwambia sasa mzee, inaliwaje sasa? Kama TFF anataka mechi hiyo ichezwe tena, warudishe hela yangu laki tatu nadai tiani safari ya hatari. Alafu nimekuja taifa saa nane nimeingia uwanjani, alafu baadaye wananiambia mechi haichezwi, alafu wananiambia kwamba tiketi yangu itatumia Miga katika mchezo mwingine, kitu ambacho akiwezekani nauli je, watanilipia mimi wanajua. Man, wanajua maandalizi ya uwanja wa taifa wenzetu hawajatokea. Kama kuna kanuni wamezitunga TFF, timu ambayo haijatokea uwanja wa taifa haijatokea uh, uwanjani kuja kucheza mechi inachukuliwa hatua gani? Tunaomba hatua hizo zichukuliwe. Mimi naitwa Edgar Gerard Gama ni mwanayanga na ni mwanachama, niko mjini hapa Songea. Sasa sisi kama sisi leo tumekusanyika hapa wanachama na wapenzi wa, wa Yanga Sports Club, tuna tuna tamko moja tu. Kwanza tuna tamko la wazee, na hawa vijana nao e, vijana wetu nao watakuwa na tamko lao, lakini sisi kama sisi wazee wa mkoa na wazee wa mji hapa wa mji wa Songea tunasema kwamba kitendo cha mchezo namba, nambari 184 hakukuwa na haja na yote ya aina yoyote ya kuweza kuahirisha, hakuna kipengele, ukifuatia vile vipengele vyote vile, kulikuwa hakuna hata kipengele kimoja kilichodai kwamba lazima. Tunasema hivi, bodi bodi ya ligi kama bodi ya ligi pamoja na TFF tulipochukua kuchunguza na mambo wanayoifanyia timu ya Yanga ile, bodi ya ligi jiuzuru, TFF nayo ijiuzuru, kwa sababu kwanza hawana viatu vyao haviwatoshi, vya kuweza hawafuati kanuni. Hivyo basi sisi tunasema hivi, kama wazee wa mkoa wa Ruvuma, kwa tarehe yoyote itakayopangwa na, na TFF au bodi ya ligi, sisi kama, kama wazee wasongea wa, wa, wa hii, hatutaruhusu timu yetu iende kapata manyanyaso na napale <muchilipalikana> uwanjani, vinginevyo tutaingiza ile timu uwanjani pengine kama matokeo yetu yakiwa mazuri, kutoka kasi kwa sababu hili swala liko kasi. Basi tunasubiri na tunaheshimu maamuzi yoyote ambayo kasi itatoa majibu, kama kucheza tutache, tupewe pointi zetu tatu na maisha yaendelee, lakini karia na wenzake wote wajiuzuru. Naitwa Modesta Mwagama, na kama jengo. Wow. mimi ni mwana Yanga Tumeweka maandamano leo, hatuhitaji kucheza tena mechi na Simba kama viongozi wetu wa taifa walivyoamua, na sisi pia Fia, tunaunga mkono. Pia tunaomba hao viongozi wa TFF wajiuzuru. Kwa nini kila siku wanawapendelea Simba na Simba sio mara ya kwanza kugoma, kila taka kucheza na sisi wanagoma. Na kwa nini, na kwa nini wanaendelea kualea wakati wa wawakate nani, wale wawakate magoli na pointi. Jina naitwa Bwana Samson Nikodemas Moyo, ni mzee wa Yanga mkoa wa Ruvuma. Sisi kama wana Yanga mkoa wa Ruvuma na wazee wa mkoa wa Ruvuma, kwamba kwanza hii imekuwa ni tabia ya TFF na bodi ya ligi, kumbuka efub na moja. Sasa imekuwa ni mazoea na tabia, tamko letu kwamba sisi tunaungana mkono na uongozi mkuu wa Yanga kwamba mechi ya dabi ya Yanga ilishachezwa tarehe nane kwa hivyo hakuna dabi nyingine elfu mbili ishirini na nne ishirini na tano hatutacheza, hata kama wakitupangia latiktaji kikubwa kama wazee wa mkoa wa Ruvuma wana Yanga, bodi ya ligi na uongozi mzima wa TFF umeshindwa kufanya majukumu yake, wajiuzuru, wawapishe watu wengine wafanye kazi ili soka letu liweze kwenda mbele za moyoni. Adamu ni mratibu wa Yanga Sports Club mkoa wa Ruvuma, yeye. Yeah, alikuwa miongoni mwa mashabiki ambao walipita mtaani kupaza sauti kuhusiana na kile ambacho wanakidai. E, kwamba ni haki ambayo imepokonywa kwa Yanga Sports Club. Yeye anasisitiza msimamo wa Yanga Sports Club mkoa wa Ruvuma, ni wanakwenda na kauli ambayo ilitolewa na Yanga Sports Club chini ya rais wao Engineer Hersi Saidi ya kwamba hawatocheza tena mchezo huo wa Machi 8 mwaka 2025. Namba ya ahirisho, sisi kama mkoa wa Ruvuma hatukuona sababu ya kuahirisha ile mechi afu, by the way, tunakuja TFF wanakuja kwamba wana, wanasema busara zitumike. Busara nafikiri zi azikutumika awali, zingetumika awali kupeleka timu zote mbili, then tukaahirisha mechi kwa taratibu kama busara zinavyotaka na, na fikiri uenda vizuri sana apa. Kwa hiyo tupo hapa kwa niaba ya kuunga mkono tamko la rais wetu wa club Young African Sports Club Engineer Said kwamba hatuchezi tena. Oh, ndio sasa nyinyi kama wananchi wanachama wa Yanga Africans si ndivyo? Ndio. Mumesema hamuchezi. Ndio. Si ndivyo? hii ni kauli moja kutoka mkoa wa Ruvuma au, au kuna makundi makundi ndani yenu? hakuna makundi, Tanzania nzima na kama sio kama sio East Africa yote, washabiki wote wa Yanga tamko ni moja tu, tamko ambayo lipo chini ya rais wetu Injinia Said, pamoja na, na kamati yake itendaji kwamba mechi hatuchezi tena. Aidha, kama tunataka tucheze mechi basi bodi ya ligi na kazi yetu ni kukupa updates zinapojitokeza. Mimi ni tu Shehane Mzeina. Kupata taarifa zaidi kutoka kwetu, tafadhali subscribe na bonyeza alama ya kengele. Facebook, Instagram, X bila kusahau TikTok tunatumia jina la Toka Zamani Tv. Ungana nasi huko iliwe karibu zaidi na updates.